Kulikuwa na kijana mmoja aliyechukia sana kazi za nyumbani. Kila mara mama yake alipomwambia afagie, alilalamika na kusema, mimi si mtumwa. Kijana huyo alipendelea kukaa kuchezea simu na kutazama runinga. Siku moja mama yake aliumwa sana na kulazwa hospitali kwa wiki mbili. Kijana akabaki nyumbani peke yake. Kwa mara ya kwanza, alilazimika kupika, kufua na kusafisha nyumba. Ilikuwa ngumu sana kwake. Alikosa chakula kizuri, nguo safi, na hata usingizi mzuri kwa sababu ya uchovu. Aliporudi mama yake kutoka hospitali, kijana alimkimbilia na kumkumbatia huku akilia. Akasema, mama, samahani kwa yote, sasa nimeelewa. Kazi zako ni ngumu na unafanya kwa upendo bila kulalamika. Asante sana. Funzo: huwezi kujua thamani ya mtu mpaka pale atakapoondoka. Kila kazi ina dhamani na inahitaji moyo wa upendo na uvumilivu.